managers peke yake, lazima ujue ni collective responsibility. Ukipokea changamoto inayohusiana na swala la distribution, basi hakikisha umeenda kutoa taarifa. Tuna changamoto kubwa ya upotevu wa maji, lakini sisi huko ndani ni source. Uoko kweli? Sisi niye mlioko huko ndani ni source ya non revenue water kuwepo na mnajua nyinyi pamoja na watu wenu walioko chini yenu, sometimes mnashirikiana. Wewe unakuta maji yanavuja, umeletewa taarifa, lakini wewe unakaa tu. Unaweza ukaenda kusoma mita wewe na watu wako huko, ukakuta kuna mvuja maji, lakini unasema hii sio ya kwangu, hii ya mtu wa ufundi atakuja kufanya. Tekniko meneja na timu yake anapata wapi taarifa bila ya wewe? Mheshimiwa Waziri alishatoa maelekezo na hata bungeni, si ndiyo? Tulisema wale wote wateja ambao wako disconnected kwa kwa ajili ya final alii si tulisema wamesamea nyinyi koneshemeleja metekene initiative za kwenda kuangalia disconnected. Kwa nini mtu yuko disconnected miezi sita saba? Anatoa wapi huduma ya maji, anachanza mbadala au kwa sababu kama wote tunatumia maji sosi ni a lazima ujue huyu mtu yuko disconnected na nyumba yake, unaona yuko anaoga, anapendeza, anagoja bustani, lazima ujiulize, na yuko disconnected, ana chanzo kingine cha maji. Kwa um, mfano, inakuwaje mtaa huu watu wapate maji, huu mtaa mwingine hawana maji? Unatarajia nini? Tutengeneza tu chuki kwa serikali, manake itaonekana huduma inayotolewa ni ya upendeleo. Kama mnaona kuna changamoto na maji haya ni machache, basi akini utaratibu bwana, wewe utapata siku fulani, wewe utapata siku na kweli, usiku aone anapata lakini mta fulani tu ndo unapata au wengine hawapati. Yale mambo yanatia uchungu, ni mambo anaweza akajenga chuki Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ni mama na ametoa fedha nyingi kujenga miradi ya maji, ndio miradi mingi kila sehemu. Au unakuta mamlaka ina hali ya uzalishaji wa maji kwa kiwango kikubwa sana, mathalani uzalishaji ni mwingi kuliko hata hayo mahitaji, lakini mwananchi ameomba kuunganishiwa maji miezi sita, miezi nane, mwaka e pamoja na mamlaka kwamba ukiomba kuunganishiwa maji basi ndani ya siku fulani si tutakuunganishia. Hayo mambo yanaumiza. Mtu amelipia aunganishiwe maji, ah, vifaa sijui bado havijafika, yeye namhusu nini? mnunuzi mfumo mchakato sijui utaratibu, ulikuwa haujui kwamba utakuwa na swala la maunganishi wa maji? Au hamna mareno kwenye swala la maunganishi wa maji? Kwa hiyo hamlikuwa hamjui kwamba kwenye store lazima kuwe na ziada ya vifaa kwa ajili ya maunganishi wa maji? Au mpaka ajawazie, natoa siku kadhaa hapa. Maji yamenani, utendaji gani? hizo zilipengo. Soma mita, unaenda kusoma mita, unafika pale unasoma mita, mita ina ukungu, hakuna reading, lakini unamwambia mwananchi akaripie anaripaji. Mna uhakika gani? Mtu wa huduma kwa wateja huyu, msoma mita amefika kwa mwananchi na amesoma mita, una uhakika gani?

Huyu amefika na amefanya kazi, bwana. Wewe umeenda kusoma mita, umpige ku picha kule, ndio itafanya itasoma. Mifumo, tuwekeze kwenye mifumo na tunamshukuru mheshimiwa mheshimiwa rais maazimio sasa. Tunakwenda kwenye, kwenye swala iped mita. Piga makofu kwa sana